Na hii ni Mnyalu TV. Waasi wa M23 wanaungwa mkono na nchi ya Rwanda waliingia ndani zaidi ya ardhi ya Kongo siku moja baada ya marais wa Kongo na Rwanda kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano mara moja. Wakiingia kwenye viunga vya mji wa Walikale mwishoni mwa siku ya Jumatano, wakazi wa mji huo waliambia shirika la habari la Reuters. Milio ya risasi ilikuwa ikilia kutoka karibu na kitongoji cha Nyabangi cha mji huo, alisema mkazi wa Walikale Janvier Kabutwa. Chanzo cha habari cha jeshi ambacho hakikutaka jina lake litajwe, lilisema waasi hao walikuwa wakipambana na wanajeshi na wanamgambo wanaunga mkono serikali baada ya kuvuka eneo la jeshi nje ya mji huo katika shambulio la kushtukiza. Walikale, ambayo iko katika eneo lenye utajiri mkubwa wa madini ikiwa pamoja na tin, eneo la mbali zaidi la M23 katika kipindi cha maendeleo mwaka huu. Mji huo wenye takribani watu 1015 upo umbali wa kilomita 125, maili 80, kaskazini magharibi mwamji mkubwa wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao waasi walihuteka mwezi Januari na kuwaweka ndani ya kilomita 400 kutoka Kisangani, mji wa nne kwa ukubwa nchini Kongo. Kusonga mbele kwa waasi wa M23 upande wa maharibi kulilazimisha kampuni ya alfin Resource wiki iliyopita kusimamisha shughuli katika mgodi wake wa madini ya tin wa besie takriban kilomita 60 kaskazini magharibi mwa mji wa Walikale. Nchi jirani na mataifa ya kigeni yamekuwa yakiongeza juhudi za kidiplomasia ili kusitisha kile ambacho kwa haraka kimekuwa mzozo mbaya zaidi mashariki mwa Kongo tangu vita vya 1998 mpaka 2003 ambavyo vilivutia nchi nyingi jirani. Siku ya Jumanne, Rais wa Kongo Felix Shikidei na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walikutana nchini Katal kwa mazungumzo yao ya kwanza kwa moja kwa moja tangu M23 ilipoongeza mashambulizi yake mwezi Januari. Walitoa taarifa ya pamoja na Katal iliyotaka kusitishwa kwa mapigano mara moja na bila masharti. Umoja wa Mataifa unasema Rwanda inaunga mkono waasi wanaongozwa na kabila la Watusi. Kwa kutoa silaha na kutuma wanajeshi katika eneo hilo. Taarifa hii imekuja moja kwa moja kutoka hapa. Subscribe kwa ajili ya kupata habari nyingi zaidi. Na hii ni Mnyalu TV.